Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Mkuu wa wilaya ya Chunya, Mheshimiwa Mbaraka Alhaji Batenga, ameweka wazi mikakati kabambe ya kuimarisha shughuli za uchimbaji madini wilayani humo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kituo cha umeme substation chenye uwezo wa kuzalisha megawati tisini hatua inayolenga kupunguza changamoto za upatikanaji wa nishati hiyo kwenye shughuli za madini na nyingine. Katika mahojiano maalum na timu ya madini ya tarehe Oktoba 9 elfu mbili ishirini na tano, Mheshimiwa Batenga amesema kituo hicho kitajengwa katika eneo la Makongoro Sichunya, hivyo kitatumia maeneo kitahudumia maeneo ya Chunya na mkoa wa Songwe, huku akitolea mfano wa mgodi mpya wa Shanta New Luika, mtambo wa uchenjuaji wa Anglo de Bels ambao upo mpa ambao upo mpakani mwa Chunya na Songwe wa Porcupine North katika eneo lililoongezwa baada ya upanuzi upo Chunya. Amesema hivi sasa wilaya hiyo inatumia megawati tisa pekee huku mahitaji halisi yakiwa ni chini ya megawati tisini na kueleza kupitia kituo hiki wataanza kuzalisha megawati 45 lengo ni kufanikisha uchimbaji wa kisasa kwa gharama nafuu na, na hivyo kuchochea uwekezaji zaidi. Wachimbaji wao wanahitaji sana umeme na hapo anapokea maombi mengi sana ya kufikishiwa nishati hiyo kwenye maeneo yao, na katika hili atalisimamia. Kutokana na mahitaji hayo makubwa ya umeme hususan kwenye shughuli za uchimbaji, alitoa wito kwa wakala wa nishati vijijini REA kutoa kipaumbele cha kusambaza umeme kwenye maeneo yenye shughuli za madini, wakati wakipeleka maeneo mengine, kutokana na mahitaji makubwa, jambo litakalosaidia kupunguza gharama za uzalishaji na hivyo kuongeza uzalishaji na kueleza kwamba upatikanaji wa nishati hiyo utasaidia kuvutia uwekezaji zaidi kutokana na wilaya hiyo kubarikiwa utajiri wa rasilimali madini, na kugusia ujio wa kampuni ya uchimbaji madini ya Anglo Devels ambayo ina baadhi ya leseni zake Chunya, huku tayari ikiwa imeanza uchimbaji Songwe na eneo la Mbagala. Katika mazungumzo yake, akataja maajabu ya kipekee ya tarafa mbili zinazounda wilaya hiyo za Kiwanja na Kipambawe. Batenga alisema tarafa ya Kiwanja ni maalum kwa shughuli za madini na Kipambawe mahususi kwa kilimo cha tumbaku. Madini hayapo kabisa Kipambawe na hakuna uchimbaji na tumbaku haistawi kabisa. Eneo la Kiwanja huko kuna kilimo kwa kiasi kidogo tu kwa mazao ya chakula. Akizungumzia mchango wa sekta hizo wilayani humo, alisema hivi sasa wilaya ya Chunya inachangia asilimia sitini ya fedha za maendeleo kwenye mfuko mkuu wa serikali ikiwa ni ongezeko kubwa kutoka asilimia arobaini kwa miaka ya nyuma. Sasa wanatarajia kuwa ndani ya miaka mitano ijayo Chunya itachangia hadi asilimia themanini kutokana na mapato ya madini na tumbaku na kuongeza kuwa hivi sasa halmashauri inanufaika kwa kupata kiasi cha shilingi bilioni tano kutokana na mapato ya sekta hizo mbili kuu madini na tumbaku.